Pengine wazazi wanafikia hatua ya kuchoka wanakosa nguvu kwa wa, wa, sababu ya watoto watoto, lipelekane. Tunawatafuna wazazi bana, mtu mtubalia ba, tunawatafuna na pengine mpaka sasa hivi wazazi wengine, pengine wewe lipelekane, mpaka sasa hivi unaamka asubuhi mapema unafanya kazi usiku na mchana, si kwa ajili yako. Pengine kile unachokipata we mzazi unatumia asilimia ndogo sana, lakini yote nayapata hapa duniani ni kwa ajili ya watoto. Unafanya kazi kwa bidii amedagona huwa umona na utarombana bana washukue shule haba na barie haba na bakule haba na bagunee miendo unakuwa ni nipelekane kwa kualisha watoto. Mjomba huyu amekuwa ni nipelekane kwa kuwalisha ninyi na kuwatunza ninyi. Ndiyo maana leo tumefika hapa kuadhimisha maisha yake, kumshukuru Mungu, sikuomboleza kumshukuru Mungu kwa kuwa kwa kuwa apelekane tunamshukuru Mungu kwa sababu ndiomba alikuwa nipelekane. Tuna mshukuru Mungu kwa sababu tav alikuwa nipelekane, alitoa sehemu ya mwili wake, nguvu zake, kuwalisha watoto, kuwatunza, kuwakuza waelekeza, amekuwa nipelekane. Sasa ninyi wazazi, ambao ninyi mshapata watoto leo hii ujiulize wewe nipelekane, na unapokuwa pelekane kwa mtoto, maanake hii ni sadaka ambayo utaionyesha hata mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba kazi niliyoipata hapa duniani, yakijitoa maisha yangu kwa ajili yao ulionipatia wewe, nipelekane ndio maana tumefika hapa kumshukuru kumwombea, kwa sababu amekuwa ipelekane kujitoa kwa ajili ya wale ambao Mwenyezi Mungu alimpatia. Tumpigie makofi, maanake nini? Yeye amemaliza kazi yake mba mba iyo, sisi ambao bado tuna nafasi hiyo, sisi tuendelee kuwa pelekane kwa, kwa ajili ya wale ambao tumepewa na Mwenyezi Mungu, lakini changamoto ya maisha ya yes. Sasa sasa hivi nayiona mimi ni kwamba si kusema maisha ni magumu kivile, maisha yanakuwa magumu kwa sababu tunataka kuiga kufanya kama fulani anapofanya. Tukumbuke kwamba Mwenyezi Mungu alipotuumba na kutuweka duniani kila mmoja alimpatia namba na yake ya kucheza. Ni kama uwanjani timu inapokuwa uwanjani inacheza na mpira kila mtu amepewa namba yake. Acheza namba saba, mwingine namba tisa, mwingine tatu, mwingine mbili, mwingine moja. Lakini namba moja akitaka kucheza kama namba tano, timu itafungwa. Namba kumi akitaka kucheza kama namba tatu, timu itafungwa. Lazima kila moja acheze namba yake vizuri. Kila moja anapocheza namba yake vizuri, timu itapata ushindi na watacheza kwa kusaidiana, na kila mmoja atachoka kwa sababu wanasaidiana, kila mmoja anacheza vizuri. Changamoto yetu sisi kwenye familia na jamii ni kwamba kuna watu wanategea namba zao, kuna watu namba zao wasichezi vizuri, wanategea. Matokeo yake unakuta mtu mmoja kwenye familia anacheza namba tatu, anacheza namba yake, anacheza namba ya beki anacheza namba ya mshambuliaji. Huyu mtu atachoka, kwa sababu kuna watu wanategemea namba zao. Mtu acheze namba yake, ucheze namba yako, kusudi kila mmoja acheze namba yake, tusaidiane, ili mchezo uweze kuwa mzuri. Mcheze namba zenu. Unapozembea kucheza namba yako, kuna mwingine atalazimika kucheza namba yako, atachoka mno atachoka sana, kwa sababu kuna watu wanategea namba zao. Namba yake haichezi, anategea, anataka mzazi ili acheze namba yake, mama acheze namba yake, au ndugu acheze namba yake. Kama ni mme anataka mke wake acheze namba yake, kama ni mke anataka mme acheze namba yake. Atachoka. Tunachoka mapema katika familia na katika jamii, kwa sababu watu wacheze namba zao. Mwambie, wambie mwenzako, cheza namba yako, cheza namba yako. Tunachoka kwa sababu watu wachezi namba zao, maisha yalikuwa ni magumu. Mama mzazi katika familia anacheza namba ya baba, ya mme, anacheza namba ya watoto, huyu mama atachoka. Kama ni baba, pengine mme, mke ni mzende, baba anacheza namba yake anacheza namba ya mke wake na namba ya mtoto. Huyu baba atakuwa salama. Huyu baba atakuwa salama. Maisha yatakuwa ni ya furaha. Maisha yatakuwa ni ya kumpendeza Mungu kwa sababu kila mmoja anacheza namba yake vizuri, achezi vibaya. Ikitokea amecheza vibaya, umemkanyaga mwenzako bila kujua, basi mwombe samani. Samani nimekukanyaga. Samani.

wote tunaunganisha nguvu maisha yako ni mepesi sasa. Kila mmoja anacheza namba, namba yake Taveja, kama apelekane alitumia nguvu nyingi kwa kila alichokuwa nacho kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ajili yetu ya familia familia vele, na akakiweka wazi ili kusonga na akamaliza kazi yake, sasa amepumzika katika Bwana. Ndio Bwana, tumefika hapa kwa kumbea, ili aweze kupumzika kwa amani. Lakini kama nilivyosema, changamoto nyingine ili kutazama fulani anachezaje, nami nitacheza kama fulani. Hapana, kila mmoja ana namba yake. Huyu atacheza namba kumi, huyu umepewa namba sita, ucheze sita. Namba kumi si ya kwako. Mwingine anapewa namba nne, wewe unataka ucheze kama nane. Akucheza ya kwako, unapoiga mambo mengine yaigwi, ufanye kile ambacho Mwenyezi Mungu anakupatia kama kipaji na ya karama yako. Watu wawili watu wawili walikwenda hotelini, walikuwa safarini, wakaenda hotelini, wamechoka kwa ajili ya kupata chakula, wakaenda kwenye hoteli kubwa sana ya kimataifa, kwenye hoteli kubwa ya kimataifa mzuri. Sasa moja moja, yeye alikuwa ni msomi kubwa sana ni msomi mkubwa sana, alafu mwingine hakuwa msomi. kwani kuwa msomi ni lazima. Lazima. Mwingine pia hakuwa msomi. Wakaenda hotelini, kwenye hoteli ya kimataifa kupata chakula, wamechoka, wameingia hotelini kupata chakula. Huyo mmoja ambaye alikuwa hajasoma sana, alikuwa ni mtu kutoka Kagera huko, alikuwa ni Mhaya wakaingia hotelini kupata chakula. Na kwa kawaida kwenye hoteli ya kimataifa chakula unapewa karatasi ile wataalamu wanaita menu. Si ndio? Si kwa hiyo hoteli hapa. Kwa hiyo je, kwenye hoteli ni? Unajua kwa hoteli hapa unapewa karatasi ile menu luga ya chakula imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Sasa ile msomi akasoma pala kaangalia chakula, atakaanza chakula, mhudumu anasubiria pala kama ile. Uh, nataka bring me Italian rice. Maraki nilete wali uliopikwa Kiitaliano ki Italiano. Serve me Italian rice. Maraki nilete wali uliopikwa pikuwa kwa ki Italiano. Unaitwa Italian rice. Akagiza hivyo. Tui msoni. Sasa hiyo ya pili, ambaye hajasoma, lugha hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo <laughs> <laughs> Kwa okay, na, pale ya kusoma, havieleweki, ya ya das, pale ya ya hawezi kusoma vimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza lakini hataki kuuliza. Akaona chakula kimoja kimeandikwa coco yams <laughs> coco yams coco yams maana yake ebia

Koko romi. Koko yams. Koko romi. Yes. Akarudi <laughs> ndani akamletea akamletea, kwanza Italian Italian rice li li li Italian rice pale pale pale, kama kipiao kikubwa kipilawo kikubwa kizuri pale pia akawa anasubiria kwa hamu. Baada ya muda si mrefu, akaona binti anaingia pole pole, ameweka bonge la kila kila kikubwa akina mchuzi

Ya tamiluwe, tamiluwe, tamiluwe. Sasa wakati wanamalimalizia ule mhudumu akarudi akarudi akawauliza, What can I serve you more? niwalete nini zaidi. What can I serve you more? manake niwalete nini zaidi. Sasa yule mba lete kikwaakile kila akaona, sasa kwa sababu sijui nitakachokifanya nitategesha ile mwenzangu kila atakachosema na mimi nasema hicho hicho nisije <laughs> nikaandika tena, kila atakachokisema kwa kwanza, na mimi hicho hicho na ndio mwakaje pale, what can I serve you more, maanake ni waleteni ni zaidi hiyo <laughs> ya kwanza, kama the same the same <laughs> the same Manake ulete vile vile. Manake amlete. Amlete nini, pi... <laughs> Italian rice. Amlete nini amlete pia ule ile lile. Ni jinsi saini. Manake vile vile mara kwa mara. Ni sahihi. <laughs> <laughs> Sasa hiyo yu, akila yule, akamwuliza. Seka hivi kama anasema kama unza. Nimechoka kula bila. <laughs> <laughs> Kabichi kakamfanya, kakamfata kabichi, Muhudumu.

Kwa hiyo maisha, msipende kuigaiga mambo ya watu wengine, msipende kuigaiga mambo ya watu wengine. Huwezi kujua, huwezi kujua mwenzako anafanya nini ili aweze kufaulu katika maisha. Ridhika na kile ambacho umepewa na Mwenyezi Mungu na uombe Mwenyezi Mungu akusaidie. Usilalamiki kwa sababu ya mafanikio ya mwenzako.

kwa ajili ya kizazi chake kupata mafanikio. Ndio maana nimesema kwamba kila mmoja akicheza namba yake vizuri kama Mwenyezi Mungu alivyompatia hiyo namba, sisi sote tutafanikiwa, kwa sababu hakuna atakayechoka, hakuna atakayeangalia mwenzake anacheza namna gani, kwa sababu kila mmoja anacheza namba yake vizuri. Lakini mtu unapozembea kucheza namba yako, maana kuna nafsi zitaumia kuna nafsi zitaishi vibaya, kuna nafsi watatumia nyingi nguvu nyingi kuishi, kwa sababu kuna namba fulani hazitimizi wajibu wao. Kuna watu wataumia, watu watakasirika, nashaka mtaka kuna gabiera bila biona kwa mwenye na hakia unyama na nagira kunjire ngumi, kwa sababu ana hasira anakunja ngumi paka asubuhi, kwa sababu ana hasira Maisha ni magumu magumu. Kwa sababu gani? Kuna nafsi azitimizi wajibu wake, namba zote kapewa yeye, huyu mtu atachoka sasa. Kusudi tusaidiane, tusichoke, maisha yanaweza kuwa mazuri. Kila mmoja cheze namba yake vizuri. Mwambie mwenzako pembeni, cheza namba yako vizuri, cheza namba yako vizuri.